Nitumie fursa hii kuweza kuwa kuwajulisha na kuwahabarisha wananchi wa mkoa wa Songwe lakini na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wa Songwe na wale walioko nje ya mkoa wa Songwe kwamba kama tunavyotambua, nchi yetu hivi karibuni imekamilisha mchakato wa maandalizi ya dira ya maendeleo ya taifa ya ishirini na hamsini ambayo imeweka malengo ya kuweza kulipeleka taifa letu kuwa nchi yenye uchumi wa kati wa juu ifikapo mwaka ishirini na hamsini, lakini tayari pia uh, kwa upande wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari wameshapitisha mpango elekezi wa muda mrefu wa utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa, lakini pia wamepitisha mpango wa miaka mitano wa utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa. Na mafanikio ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka ishirini na hamsini inategemea kwa kiwango kikubwa sana kasi na spidi ambayo tutakayoanza nayo katika utekelezaji wake katika kipindi cha miaka mitano, kama ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan alielekeza wakati akifanya zoezi la uzinduzi wa dira ya maendeleo ya taifa mwaka jana uzinduzi uliofanyika katika uh, mji wa, wa Dodoma na katika dira taifa, ya maendeleo ya taifa asilimia sabini ya utekelezaji wake unategemea sekta binafsi na asilimia thelathini ndio inategemea uh, serikali kuu pamoja na taasisi zake kuhakikisha kwamba utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa unafanikiwa. Lakini hali kadhalika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka ishirini na tano 2030 imeielekeza serikali kutengeneza mazingira bora kuweza kuvutia uwekezaji na kuweza kukuza uchumi wa nchi yetu ili kuweza kuondoa umaskini. Sasa katika utekelezaji, utekelezaji wake aa, kwa upande wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi yani Tiseza imebeba dhamana kubwa sana kuhakikisha kwamba wanasukuma mbele ajenda ya kuvutia uwekezaji uwekezaji kwa maana ya uwekezaji wa ndani, lakini pia kuvutia wawekezaji wa nje, na kazi kubwa imefanyika chini ya rais wetu mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kuweza kuifungua nchi yetu kuweza kuvutia uwekezaji na mafanikio yake yameweza kuonekana katika kipindi cha miaka mi, mitano ya uongozi wake akiwa kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa katika kuongeza spidi ya kuweza kuvutia uwekezaji, lakini katika kuongeza kasi ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kuongeza kasi ya utekelezaji wa dira maendeleo ya taifa ya mwaka ishirini na hamsini, mamlaka ya uh, mamlaka ya TISEZA, wenzetu wa TISEZA wameandaa wameanda kampeni maalumu ambayo inalenga kuweza kuhamasisha ma, watanzania lakini kuelimisha Watanzania juu ya kufanya uwekezaji, kwa sababu kwa muda mrefu sana kumekuwa na dhana na tafsiri sio kwa sahihi, kwamba swala zima la uwekezaji basi ni kwa wawekezaji tu wa nje pekee. Kwa hiyo kuna Watanzania wengi ambao wana uwezo wa kufanya uwekezaji, lakini wamekuwa wakirudi nyuma katika kufanya uwekezaji kwa kutofahamu na kwa kutoku